Haya, mtazamaji, karibu tuendelee mbele kwenye episodi ya 17, burudani inaendelea, tamthilia inaitwa Legend of Chi. karibu sana ikiwa una uhitaji wa kununua YouTube channel hapa e, wasiliana nami kwa namba ya simu ambayo unaiona kwenye screen yako. nataka kununua YouTube channel, hebu nitafute mara moja. Ipo YouTube channel yetu ambayo tumeipromote kwa muda mrefu na sasa hivi imefika kuwa vizuri, tayari imeshafanywa kila kitu, kwa hivyo basi wewe ukiinunua kwetu sisi tutakusaidia we kuipromote kwa mwezi mmoja bure kabisa, achilia mbali kile unacholipa ni kuinunua tu, mengineo tuachie sisi. Haya, karibu sana. Ikiwa kuna mtu pia na uhitaji, unaweza kumkaribisha lakini, kama kuna mtu amehack YouTube channel yako na unashindwa jinsi ya kuirudisha, wasiliana na mimi pia, nitakusaidia. Haya, wakati huu basi tunaendelea mbele sasa. Tupo hapa kwenye hii kitu inaitwa Nameless Pavilion, ni sehemu ambayo iko mafichoni katikati ya jangwa. Eh, unaweza kuona hapa wanapaita pia ni kasri la siri ambalo kwa vito vya dhahabu, Bosi Shao, kiongozi mkuu, leo basi ni la majina yake yote mawili.

Sasa kwa zile pesa zote nilizozitoa, si unaweza unaweza ukanipa hifadhi ile hata store. Shangyu akamwambia ah, kwanza kuna shida eh eh, kwa kitu kama hicho. Haya, twende ni fanya ndio <tipata> Ye Shao xia alimwambia warrior. eh, sasa unaweza ukakaa hapa ishi tu chenje, tutakupa kitanda hapa, chumba hiki, chakula na kila kitu. Ah bosi Shao, uko vizuri sana, nashukuru sana Akacheka. Mezani palikuwa na kuku, pana misosi ya kutosha, pana pombe. Mwamba akawa anajilamba kweli kwelikweli. Bosi Shao anamuita huyu jamaa uoria, sijui kwa nini anamuita. Bosi Shao, kusema ukweli, sijui una lengo gani? Au labda kuna kitu unachokipanga kivipi? Unanipa chakula bure, chumba bure, yani una lengo gani? oh. Akasema aha, usije ukaniambia labda pengine unataka na mimi niwe nacheza cheza kule bila nguo, nacheza utupu. Akamwambia kusema, ufanye, pana mtu ambaye ashakulipia wewe, ashakulipia kila kitu unachokula hapo kishalipiwa. Kijana alibidi atoke mbio mbio, akakimbia upande wa pili kwa ajili ya kwenda kuangalia huyu aliyemlipia nani. Kuna namna anahisi ni mtu anayemfahamu lakini jambo jengine ambalo utakuwa umeligundua katika episod hii, unaona hapa sasa hivi master of the game ambaye sasa ana dance kama ndio mrembo wa mbele anayetangulizwa mbele ni Jin Mao ambaye ndio kamanda mkuu. Wale warembo wengine wako pembeni, unamwona huyo. Mwanzoni tulikuwa tunamwona Chinon ndio alikuwa anakaaga hapo katika hicho kijibembea sasa, kumbe basi Miss D yuko pale. Eh, ulikuwa unanitafuta eh Hey, jamani brother. Lakini si tulishakubaliana kwamba sisi tutakuwa tunasafiri kujionea onea dunia ilivyo. Sasa anamtania kidogo <mukilipa> <mukilipa> <mukilipa> sikujua kama wewe bado bado utakuwa unaendelea kuzurura katika dunia ambayo kuna hatari nyingi sana imetuzunguka. <mukilipa> Basi endelea kustarehe mwenyewe, mimi naondoka, bye. Mwambie bado hujaondoka. Miss Dinga. Aya, Princess Ding ni hivyo hivyo yani, kama nisinge kukutana na wewe <tip> usinge nifuata hivyo. Hivi kitu kitu kitu gani? hebu nisamee basi, nataka niondoke zangu. Ye, da, bana brother, ka, nataka zangu ya brother. Pana kitu muhimu sana nataka nikuambie leo. We, kuna kitu unapanga niwe na. Nimekuota. Yani kana kwamba vile umejitoa kunisaidia Kujitoa maana yake ni ni kama vile ujitoe sadaka eh, eh, eh, akamwambia akamwambia, sasa ili, liu, sasa sasa sasa nimeamua na na mimi mimi leo nikusaidie. Nampa kijana kidogo, akapatwa kidogo na shida e, nguvu e, unaweza kanazima upanga wako wewe. Vipi unataka kujua? ili yao mwingine bana atakaye kuoa, siwezi kukuoa aeo

Akasema ha, hapana siku hii, na basi basi, usiku wa leo hutaruhusiwa kulala mule ndani Kanizum..., tafuta sehemu nyingine utakayolala. Akasema kwa hiyo ah, mimi ni ni mtu mzima bwana oh, naweza kujibeba mwenyewe afadhali yani, nilale hapo barazani barazani kuliko nikalale kwenye kile aina dao... shida ngoja Ndao..., tuone basi, kama umeamua kulala barazani. <coughs> Bibi hela anayo sasa hivi. Kwa hiyo akaona ngoja atamuona jamaa ataishia wapi na huo mtego. Sasa inashangaza sana. Hiki kitu kinanishangaza sana. Master Fu bwana akaenda tena kwenye lili eneo. Sasa kumbuka, katika ile eneo kina Chuina ndo anaongoza sasa hivi kundi. Chuina sasa hivi, I mean, kina Jin Mao. Jin Mao ndo anaongoza Linzu, eh, kuna mwingine anaitwa Chinshe pamoja na Jinten. Hao watatu wale wakina dada, jumla ni wanne ukimchanganya na Jin Mao. Sasa amekuja huku ina maana mara ya mwisho tulimwona chui nona akimsukuma juu ya mlima e, jamaa huyo mastafu akadondoka, lakini vilevile vile kuna namna alimpiga kisu na, na, na, na, na wale wengine wote, na akapongezwa sana e, chui non. Sasa jamaa amerudi tena huku saki, ikionekana itakuwaje? Ai, angalia, hapo wakati wa kizozana, bosi Shaw alikuwa anatazama na alijua kwamba huyo mchizi kakutana na binti kichaa sana.

Upande huu maskini ya Mungu Chino, inaonekana ameachwa katika hali ya majonzi zaidi, na hiki kijipini anapokitazama kinamkumbusha vitu vinavyomtia huzuni zaidi. Kwanza cha kwanza anakumbuka jinsi hicho kijipini kilivyovunjwa katika mikono ya Master Fu. Alimpa kama zawadi, lakini sasa amekivunja kwa sababu ameona, kumbe hiyo zawadi hata bibia kustahili hubibia <coughs> aya, akiwa katika hali hiyo amelia muda mrefu, akiwa ni kama anaomboleza vitu viwili. Kwanza ni kumpoteza mtu ambaye alikuwa anaamini tayari anampenda, na anakumbuka swali alilouliza. Sasa basi, kwa nini uliamua kuniacha yani, kwa nini hukunipiga kisu kama ulivyodhamiria? Na sasa anamuuliza mama yake ambaye alishatangulia mbele za haki, hivi mama, umesikia kitu ambacho Fu Hongxue ameniuliza, kwamba kwa nini niliamua kukwepesha kisu kifuani mwake? Basi mimi ndio mwenye niliyekosea. Basi machozi yanamtoka, lakini anasema na mama yake mama, na mama yake pia anasema mimi nimekuwa undercover, nimekuwa basi eh, askari wa siri kwa muda mrefu. Sijui hata ni kwa nini nimesita kumwambia no. Mama, ni kwa sababu nimetokea sana kumpenda mama. Anamwambia wow, mimi na wewe tunahitaji kuondoka pamoja hapa ehe, tukaanzishe maisha mengine. Siku ile alikumbuka yale maneno, anasema nimempenda mtu ambaye anatoka katika dhehebu la kichawi nimempenda, nashindwa kumuua sasa. Anasema mama, nifanyeje katika hiyo hali? Akakumbuka hiyo siku ambayo mama yake alihukumiwa kuuawa. Siku ile mama yake alikuwa basi e, mbele e, ya Pilato, yeye alikuja kasi huko akiwa anamlilia ya mama yake lakini upanga ulikuwa ushanolewa na anasubiriwa tu kumalizwa, binti anakimbia akiamini atamsaidia mama yake. Lakini alichelewa kwa sekunde chache, aliingia pale lakini mama yake alikuwa ashauawa. E, ilikuwa ni adhabu ya kifo hii. Kama basi utakumbuka, pana mambo tuliyoyasikia kwamba alimuua e, alimuua mama yake na nams mke wa Mr. au Master uh, Master alimuua. Kwa nini? Alipatwa ameiba vitu vya thamani kama dhahabu, mikufu na nini, na aliponaswa katika hiyo hali tayari hiyo ilikuwa ilikuwa tu ni kosa la jinai. Ehe, kwa sababu basi haikutakiwa mfanyikazi aibe vitu vya thamani kwa bosi wake. Zamani hiyo, kama ni mfanyikazi, maana yake wewe unabaki kuwa hivyo siku zote. Yaani hawa wenzetu wanatuambia katika hizi sinema zao mtu kishazaliwa kwamba ulizaliwa wewe ni mtumwa, basi unaishi hivyo mpaka siku utakayokufa. Kama utakuwa ni mtumishi unatumikia ndani nyumbani, labda unahudumia kama steward ehe, kama mfanyakazi wa ndani, basi mpaka siku utakayokufa ndio hivyo, na hauna haki kumzidi bosi wako, wala huhitaji kuvaa kufanana naye na au kukaribia kuwa kama yeye. Ukipatwa umeiba cha kwake, utahukumiwa kuuawa. Kwa mama yake alipitia adhabu hiyo ya upanga na kitu pekee ambacho, basi baada ya yeye kuchelewa, alichokipata kimebaki katika lile eneo ambalo mama yake alihukumiwa kilikuwa ni kwa kijipini cha nywele ambacho sasa ndio hicho amekishika mkononi. Sasa mara ya mwisho alikipoteza hicho kijipini kule jangwani. Ndio sasa Master Fu alijua kwamba huyu binti alikapenda kwa kitu, sababu kanamkumbushia mama yake. Lakini sasa kwa kitendo kile alichokifanya kujaribu kumuua eh, Master Fu. basi aliporejea tena hata hiyo zawadi ya kile kipindi cha nywele aliamua kuvunja. Sasa hii ni miaka mingi binti amekumbuka na hivi vitu vyote vinamfanya akae katika hali ya huzuni ina, na anajipata katika hali ya kuwa na uchungu mwingi sana. Ndio hivyo basi, mtazamaji zingatia, subscribe, like, comment, share. Hivi ni vitu muhimu zingatia kuvifanya. Na kama haujawahi kusubscribe kweli hebu leo usipite bila ya kusubscribe hakikisha, una comment, una like, una share. Sasa leo amemsemesha mama yake ambaye ameshatangulia mbele za haki, akamwambia: mama, usijali, bado sijasahau. Mimi ni mimi, nitaendelea kuwa spy. Adui zetu wote lazima wafe. Hata Fu Hongxue lazima afe. Nitamua mimi mwenyewe kwa mikono yangu, lazima nitamua kwa hivyo basi alijiapiza kwamba atalifanya hilo, ikiwa mara ya kwanza hakulifanya. Mimi hata mimi pia siipati picha halisi, kwa nini anawaza kulifanya hilo? Miaka mingi sasa saas, sijui kama nitakumbuka. Bwana nisimulie. mm. mm. Ni akaanza kumsimulia: mimi na baba yako. E, tulikutana tukiwa bado wadogo sana, na mimi tuseme ukweli, nilikuwa hata sio mjanja wala. Kwa baba yako alikuwa akija na, na na farasi. Siku moja akanichukua akanifunga hapo kwenye farasi, akanileta mpaka kwenye kasi. Kwa wewe alikufunga Ha, ilikuwa ni ni kwao, uliletwa huku bila ridhaa yako yako, ah, yako. Basi akaketi ya chini, anamwambia hapana, siku lazimisha. Najua mimi siku ya kwanza tu tu tu hata kumuona tu baba baba na mwamini. Nilijua tayari kwamba kwamba huyu mwanaume ambaye naweza nikamwamini nikamfuata popote, anasema sio kwamba nilifungwa eti labda labda baba yako alifanya hivyo kwa sababu anajua nitatoroka, pengine labda alinifunga vile alijua nitaanguka eh, kwa sababu nitawekwa kwenye farasi kwa kweli katika nafasi aliyonipa, nakumbuka tulisafiri kwa siku kumi barabarani, tukapita katikati ya jangwa eh, akaenda kaketi. Kwa hiyo mkasafiri siku kumi? Anasema ndio sema ise nilikuwa nikipata kini. Basi nakuambia tulikuwa tunakunywa maji ya chemchemu, nikisikia njaa basi tulikuwa tunakula keki zilizokauka hapo, tukichoka nakuambia tulikuwa tunalala kwenye mchanga kumbe si. Kumbe basi, kumbe mambo ndio jinsi. Akasema mimi nina bahati sana kuhusiana na na na na hilo, na kweli usione hivi hivi, tulipitia hali hali hapa hapa na pale pia, kufika kwetu hapa na mimi kuwa hivi nikimwona baba yako hali aliyonayo, yani hivyo alivyokuwaga si kama alivyo sasa, ni mambo tu yanayotokea. Lakini kwa nini iwe hivi? Kwa nini mimi napangiwa kuoa mtu ambaye si unajua naelewa kwamba hali yetu ya familia ilivyo kwa sasa. Tayari tumeshatikisika kidogo. Ndio maana natakiwa kuozwa kwenye familia yenye nguvu. Hilo jambo linakusumbua kwani mwanangu? Kwani kwa mm, hata mtu anaponitazama, anaponione tu, macho yake yataniambia kila kitu. Najua kwamba kwa baba yako... Ha, kwa si uenda tunaweza tukatawaliwa katika ngome yetu. Na ndio maana ili tuweze kuwa familia yenye nguvu inabidi tuniolewe kwenye familia yenye mamlaka na, e, na utawala ambayo ndio ile sa ya kina Murong. Kamwambia ndio. <laughs> Ukishakuwa mwanamke katika hali ulionayo inabidi pia ujue ikiwa umempenda mtu. Inabidi uelewe. Kwani nikuulize, unajisikiaje? Kamwambia ukweli, nimempenda huyu mtu lakini inaonekana ni upendo ambao unatoka kwangu, yeye hajanipenda. Kamwambia kwa nini? Kamwambia yani, haijalishi. Ni nini, haijalishi? Haijalishi nini kinaho Wakati mwingine nikimwona nikimwona nakasirika, najikuta tunataka hata hata sielewi, yani sema, nikimwona kuna namna tunashindwa, na sitaki hata aondoke, na mbele na kila napo kumkaribia karibu yeye mm, mwenyewe mwenyewe inaonekana anakuwa mkorofi. Akamuuliza, mwanangu, kwa nini ndio mara yako ya kwanza, umejikuta umewahi kumpenda mwanaume mm? Akasema, ndio mama, nimekuwa tu tu nikijisemea mwenyewe mara kwa mara huyu tu labda ni mtumwa tu, hana lolote na inaonekana <tabit> <tabit> kama vile yetu anasogea mbali, sijui kwa nini. Kumfundisha mbinu jinsi gani ambavyo akimpenda <tabit> mtu anatakiwa afanye Yani tabia tabia zako za kiburi, kiburi na kujifanya wewe ni princess mbele yake. Sawa, wewe ni princess lakini ukifika mbele yake jishushie. Yani lazima ujue jinsi gani ya kuongea. Ukifanya hivyo, basi akijua tu unaongea na yeye kwa style hiyo ya, yani akijua wewe hautakuwa na madhara kwake at Haijalishi kamaFu Hongxue atakuwa binadamu, wanajiandaa na na silaha sasa. Sasa naye akaja, ni kumbe tayari tayari unalielewa hilo. kwa lazima nini kitakachoingilia kati leo leo, itakuwa ngumu hivi. Anajua mimi ni nani, na kwa hiyo basi anaweza kutuletea shida. Kama mnavyoweza kuona tumebaki wachache katika hili kundi, kuna wageni wengi tu wanaokuja harusi. Sasa inabidi tujiandae kwa kufikiria zaidi jinsi tutakavyoweza kufanya shughuli hiyo. Haya basi, acha mimi nione jinsi gani ambavyo nitamweka eneo moja huyo Fu Hongxue. Kubaki kwake hai itakuwa ni makosa yangu. Wala msijali, mimi mimi nitawasaidia ninyi mpaka mwisho. Sijui kwanini bado wanamwamini kila anapowaambia kitu, kama mara ya kwanza alifanya vile na hajafa. Sijui kwa nini bado wanamsikiliza. Haya, akaletewa taarifa Miss Ma, akaja sema kwa nini amekuja hapa, anajibiwa hatujui nini. Ni kwa nini? Ye Kai, wewe wewe, Ye Kai yuko wapi? Fu Hongxue, Ye Kai, bwana! Kweli kumbe kalala barazani. Ah, Ye Kai ni noma sana, amelala barazani, kamwacha Miss Dika lala kwenye kile chumba. Jamaa anamsimamo <laughs> sana Eh, sasa amekutana na Miss Maa pamoja na, na Chino. Na mtu na dada yake wa kufikia tu. Maana yake tumeshaelewa Chino alikuwa gani mtoto mfanyi wa mfanyikazi wao ndani ambaye walikuwa pamoja

Basi labda kuna siku moja tutajua ukweli, lakini wakati si sasa. Kuna vitu vingi ambavyo inaonekana binti anavyo, hajawahi kutaka kuongea na wenzie, kuwaelezea kiuhalisia. Tukutane kwenye episodi inayofata.